Na tukisalia huko pwani ni kwamba viongozi wa kaunti ya Taita Taveta wanaitaka wizara ya utumishi wa umma na huduma kwa jamii kushirikiana nao ili kujenga kituo cha huduma katika eneo bunge la Mwatate. Kulingana na wakazi wa kaunti hiyo, kituo kimoja cha huduma kilichoko Undanyi hakitoshi kuwahudumia wakazi walioko maeneo ya mbali kama vile Taveta na Kasihau. Katika zoezi la kutoa huduma mbalimbali mbali, kama vile vitambulisho na leseni za kisasa lililoandaliwa na maafisa wa vituo vya huduma kwa wananchi wakazi wa Mwatate walihimizwa pia kujisajili kuwa wapiga kura. Ni vizuri kuhakikisha dokumenti zote zako ziko sawa kwa sababu sahihi, mambo yanabadilika ya na, na mambo venye yanabadilika ni vizuri pia wewe hukuu unaweza kubadilika na venye mambo yanabadilika. Kwa hivyo huweka document zako sawa na kuja ushughulikiwe hapa, kama kuna chochote chenye hauna ID nini, kila chochote chenye hauna huja ushughulikiwe. Huduma zimekuwa kidogo zina wakera waswa watu wa Mwatate Undanyi, hata Taveta, maana huduma hizo zinapatikana huko Undanyi tu peke yake. Kwa hii leo mheshimiwa alijikakamua na kuona huduma hizo zote zimeletwa hapa Mwatate kwa siku ya leo. Naye mwenyewe amesema itakuwa ni mara ya mwisho, maana anaenda kujenga huduma senta hapa Mwatate. Wote walio na vitambulisho wakaweze kujitokeza kwa zoezi hili muhimu sana ya kuweza kujiandikisha, kujisajili kama wapiga kura. Hili zoezi linaweza kukusaidia ili ukaweze kufanya maamuzi itakapofika 2027, kuchagua viongozi wale ambao wanaweza kusaidia kufanya kazi kuleta maendeleo katika nchi yetu na vilevile katika constituency uh, yetu hii ya Mwatate na ambali...